Amina. Kwa jina naitwa Jay. Jumapili nilikuja mazabauni hapa nilikuwa na matatizo. Ndio. Nyayo zangu zilikuwa zinawaka moto alafu pia nikilala kuna vitu vinapanda juu. Kuna vitu vinapanda juu. Eh, lakini sasa hivi namshukuru Mungu. Ndio. Jumapili nilikuja natembea kama kilema lakini sasa hivi natembea vizuri. Unatembea vizuri. Hebu tembea nikuone. Alikuwa Jumapili anatembea kama kilema sasa hivi anatembea vizuri kwa jina la Yesu anatembea vizuri kwa jina la Yesu! Mpatie Yesu makofi ya shangwe na vigelegele! Anatembea vizuri kwa mamlaka ya jina la Yesu. Oh, ya rabu sa pa pa pa, tembea tena, tembea tena tembea tena. Alikuwa Jumapili anatembea kama kilema, sasa hivi anatembea mtu aliyepona kabisa, wala hana magonjwa tena ndani yake. Mshangilie Bwana Yesu aliye hai! Unamwambia nini Mungu aliye hai Biashara gani? Nimepika mikate. Kila ninachokifanya nifanikiwi. Nilikuwa nafanya kazi vizuri sana, lakini kila ofisi inayoenda ninafukuzwa bila kosa lolote. Una, ulikuwa unafanya kazi wapi? Nilikuwa nafanya hotel management. Hotel management. Ndiyo. Ilibadilika ghafla. Ilikuwa hii sasa hivi. Ikawa meusi namna hii toka elfu mbili na sita mikono inabadilika, mikono yangu inabadilika, inakuwa meusi namna hii. Mnaona mikono yake inavyokuwa. Inaniwasha sana nimetumia. Oh. dawa zote umetumia? Dawa zote. Wanabahatisha tu, wanasema labda fangasi au ukoma, jaribu dawa hii. Kwa hiyo kila kazi uliokuwa unaifanya, pesa ilikuwa inakwenda kwenye matibabu. Kwa hiyo ni mikono yote miwili mikono yote miwili kwa jina la Yesu. Na hii ndio ndiyo biashara yako? Kwa hiyo kila siku unatengeneza hili moja, una, una, una, unajaza hili? Amna anayenunua, shilingi ngapi hili moja? mia tano moja mm. Leo umepika mangapi? Mangapi? mara arobaini ni ngapi? Jamani, mia tano mara arobaini ni ngapi? elfu ishirini mimi nakupa elfu sitini. Yesu amenunua kwako, Yesu amenunua kwako, Yesu amenunua kwako. Kwa kwa wale wote ambao mmeshindikana kuolewa, njooni mchukue huu mkate, wanaume watakuona wewe ni sukari kwa jina la Yesu, wanaume watakuona wewe ni sukari

Muna muna. Muna muna. Muna. Laki moja, laki moja, laki moja na ngapi? Laki moja na thelathini, laki moja na arobaini, ndiyo. Laki na ngapi hiyo? Laki na ngapi hiyo? Sasa utajua kwamba ninaye Mungu. Subiri hapo hapo, subiri hapo hapo. Baba Mungu unayeishi nalala ndani ya maji haya, Jehova, kwa ajili ya mwanamke huyu ukamwondolee kabisa roho ya umaskini. Jehova, ukamondolee kabisa roho ya umaskini. Anakwenda kuanzisha duka ambalo hajawahi kutegemea katika jina la Yesu Kristo Mnazareti, mwana wa mbali hai. E Mungu, e Mungu uliye hai, e Mungu wa Ibrahimu, e Mungu wa Yakobo, e Mungu wa Isaka, wewe Mungu uliye sema na Ibrahimu katika kitabu cha Mwanzo wa kumi na mbili nimelala ndani ya maji haya Jehova, nimelala ndani ya maji ya Jehova ya hai mwili wangu Bwana umelowa sawasawa na Ayubu 42 mstari wa 6 na kuomba Mungu yeyote sana majira haya anayekwenda kuchukua keki hii anayekwenda kuila Mungu Jehova, pale alipokuwa amepata hasara katika maisha yake, anakwenda sasa kupata faida mara thelathini na tisa kwa jina la Yesu, mtu mmoja aseme imee. Ukiiona nguo yangu inaloa namna hii, na leo mnajua nimeshinda kwenye gunia, tegemea miujiza ya ajabu kwenye maisha yako. Nakwambia hivi, upige kelele usipige ushangilie, usishangilie useme amina usiseme amina, baada ya ibada ya leo unakwenda viwango vya juu zaidi sasa. Imekamilika, laki tano. Hebu ishike, ishike mwanangu, laki tano. Ulitarajia elfu ishirini, haujatarajia. Mara ya mwisho kushika laki tano ni lini? Aa, nilikuwa na hesabu tu eh? za bosi wangu. Ujawahi eh. kushika laki tano? Hapana, baba, na laki mbili tu. Laki mbili. Leo Mungu eh, amekupa mara mbili. Alafu pia mtume Juma niliota. Uliota nimekushika mkono. Usije ukawa umeota nimekuoa? Mchelewi kufunuliwa? Hapana. Sasa mkono niliokushika, ndio Mungu amekushika kwa baraka hizi.